Mamangu alianza kujihusisha na mambo ya kujiuza angalau tusome tupate na hela ya kula. Naitwa Alpha. Hii ndiyo hadithi ya maisha yangu. Nimezaliwa kwenye familia ya watoto sita, na mimi ndiye mtoto wa kwanza katika tumbo la mamangu. Licha ya kuwa napitia maisha magumu lakini naweza kusema kuwa mimi ni mwenye bahati sana. Maana kabla nizaliwe, mama yangu alikuwa na ugonjwa wa tumboni uliomfanya azunguke kwa kutafuta madaktari wengi, akitafuta tiba. Maana ugonjwa wake ulimtatiza sana kiasi ya kwamba kila alipokuwa akijaribu kubeba mimba, baada ya miezi mitatu tu mimba hiyo ilikuwa inatoka. Mimba ya kwanza ilitoka. Akadhani ni utani. Akabeba ya pili, na hiyo ikatoka. Baadaye ya tatu nayo ilipotoka, hapo ndipo alianza kuona kuwa vitu viko serious, huenda anaweza kuwa ana magonjwa ambayo hayajulikani. Akiwa katika harakati ya kutafuta dawa, akabeba tena mimba, nayo ikatoka. Mama alijaa hofu sana. Msongo wa mawazo ukamjaa, akiamini kuwa huenda tumbo lake si mahali pa kuhifadhi mibaraka ya mtoto. Kila siku ilikuwa ni kilio na maombi yasiyo na mwisho. Akabeba tena mimba ya tano. Nayo ikatoka. Baba yangu hakumwacha. Alikaa naye katika shida na raha, akimwaminisha kuwa hayo ni matatizo ya muda mfupi, na siku moja yatapita. Mama hakuamini, maana alidhani kuwa ni utani wa baba. Hali hiyo iliendelea hadi alipofika kwenye mimba ya saba. Nayo ikatoka pia. Mamangu alikata tamaa ya kuzaa. Akawa anaona maisha hana matumaini. Baada ya mwaka mmoja, kukaja msamaria ambaye anaitwa Dokta Philippe. Daktari huyo alimpatia dawa, na baada ya miezi kadhaa, mamangu alipata mimba nyingine ndani ya mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na tisa ishirini, apili, na tisa tarehe ishirini mwezi wa pili kwa majira ya jioni, ikasikilikana sauti ya Alpha.